Well. Wako na nini, ni kura gani wako naye? <laughs> unajua usininunulie <laughs> <laughs> pombe kisha nilewe kwa pombe yako alafu nijianganya kwamba mi nilikuwa nimekunulia pombe. My friend kitaniramba kesho, nitakosa mtu ataninunulia si pombe, so hizi hizi poroja na nguvu ambayo tunajipiga kifua, hizi vitu ni kura ya mulea iko ndani, kura ya mkisi iko ndani. Kura na kura kure Masai wakijiondoa, Wanga wataliba kura ngapi kwa Ruto? Ndio kuelewa pale deputy di president. Mimi sikuji hapa kupiga propaganda, ninapinga tu mtu kukiwa bela bela, napinga mtu na fuck do you know matenga yako na 1 million plus votes, ambaye mekanyaga chini, nitakusabia jinsi inaingiana, sababu wao kama wakisi wako na 960000 that's kisi vote. Hiyo ni kisi vote, kura wako na 170 thousand vote, Kuria, Kuria East, Kuria West, hiyo ni Migori County. Ongeza na hiyo something, ni kura ngapi? Itafika milioni. So sio kura mkanyaga, sijui walikutana wakasema sisi we come from Nyanza but lazima tuheshimiwe kama watu wa Nyanza. Inamaanisha kwamba wako na kura milioni ngapi? So Matiang'i akianza anaanza kama Raila Odinga ako na kura milioni 1.

You guys are always being paid kuenda maandamano, mnalipwa mia tatu sema, so, muendangi like mwenye alikuambia, huwa wanalipwa aambie. Mimi kama member ya kanisa huwa analipwa kwa sababu sijawahi kanyaga maandamano yojinga. Wewe maandamano nimeenda ni ya jinsi hii ambayo ilikuwa amechaja